bana balibere kulima kwa alikuwa na uwezo wa kulima. Naam, mpenzi msikilizaji, si mara ya kwanza kukusalimu, lakini nakujia tena kwanza na salamu, ni kukusalimu popote pale ulipo katika nchi tofauti, hata Ulaya, Umarekani na maeneo mengine unapopatikana hata katika DRC, nikiamini ya kwamba wewe ni mzima wa afya kabisa katika muda huu, bali tu nakuja kukupasha habari katika tariki leho, tariki tatu mwezi wa Novemba mwaka wa elfu mbili ishirini na tano kwa yale ambayo yaliyojiri kwa sasa, ni kukupasha habari na hata yale ambayo yaliyojiri leo leho, na katika muda huu huu ninayosema basi tu ni kupasha habari Ujue, tunapatikana katika mashariki mwake DRC huku Kivu ya Kusini, ndiko ambako kituo cha habari Reality Mambo TV imepatikana. Na baada ya kukuambia hayo ambayo ulioyaona mwanzo, kiingilio ni ambayo utakwenda tu kuyaona na kuyashuhudia, ila tu ninakusihi upate kuwa nami mwanzo hadi mwisho katika kituo hiki cha habari, katika habari zote za leo hii. Ninakuomba upate kusubscribe hapo kwenye alama ya kujiunga na kubonyeza hata alama ya kengele, ili unapata habari zetu mapema, na hivyo tu ka chonjo, nipate kukujia na habari zilizo tofauti katika hali ya Lumera huko tarafani Kabare, Kivu ya kusini ambako mahali pa kuchimba madini paliweza kuonekana moto wenye kulipuka na kuunguza nyumba zilizo maeneo hapo, na pia kugusia huko milimani Minembo ambako waasi wa twigwaneo waliweza kujisalimisha kwa Warundi, jeshi la huko Burundi, na hivyo hata kumalizia Uvira, hali iliyoko kwa sasa, maandamano na hali inayosemwa kuhusu Jenerali Tiviri ambaye aliyemgomboa huyo Jenerali Olivie Gaseta. Na hivyo kachonjo chonjo ni kujie na habari. mpenzi msikilizaji na mtazamaji, baada ya uo mtasari wa habari, na sasa tuanzie huko Lomera, mahali ambapo ni pa uchimbaji madini huko maeneo ya Lohihi tarafani Kabare, Kivu ya Kusini, huko mashariki mwake DRC, na hivyo kumeonekana mripuko wa moto hapo jana Jumapili tariki 2 mwezi wa Novemba mwaka wa 2025 na maeneo hayo yaliweza kurepuka moto huo, lakini tukumbushe ya kwamba bado kisa kujulikana ni kwa nini, ila tu ni kwa kuweza kulinganisha na maeneo mengine yanavyorepuka moto bila kujua sababu <tabu>

la kusita na tujielekeze maeneo ya milima mikuu huko Itombwe Minembwe, ambako wahasi watrigwaneo waliweza kuondoka mahali pao na kuweza kujiunga na jeshi la Burundi. Na hivyo tuweze kukumbusha ya kwamba duru za mahali zinaonyesha na kusema ya kwamba watu au askari sitini na tisa ambao waliweza kuondoka na kujiunga na kundi la Burundi, na hivyo kuweza kuonyesha hali yao isiyokuwa nzuri na uongozi katika ngambo yao, hao waasi wa, hasi wa trigwa neho katika milima ya huko Minembwe katika Kivu ya Kusini. Hali ya Uvira kwa sasa siyo nzuri. Leo Jumatatu tariki tatu mwezi wa Novemba mwaka 2025 kuweza kuonyesha maandamano makubwa ambayo yako katika muda huu hivi Uvira wa daktari, jinsi walivyoweza ku tamka hapo kabla ya kwamba tariki hizi hizi kutokuwa maandamano ambayo yanaohusu serikali ya Kongo iweze kulipa madaktari mshahara wao, hata wa miezi ambayo imeshapita ikikadiriwa miezi tisa bila kulipwa, na hivyo kuweza kuongezea mshahara kufika hata laki sita za makongomani kuchunguzwa kwa wale wote madaktari ambao wangali wanawekwa na kuchunguza vizuri listi zao, wapate kuwatambua walioingia katika hali ya kimagendo na kuwalipa awa madaktari wapya. Maandamano hayo yanaendelea, na hivyo kutokuweza kujua hadi mwisho ni leni au saa ngapi kwenye mji wa Uvira Kivu ya kusini ambao ni mji mkuu kwa sasa hivyo, na tuelekee mara moja hapo Uvira ambako kuna mkuu Jenerali Chiviri aliyemkomboa Olivier Gasita katika jimbo la thelathini na tatu katika jimbo hilo la kiaskari kuweza kuchukua mahali hapo kuendesha mikakati yote ya vita na tukumbushe ya kwamba aliweza kufanya mkutano mdogo, kutokana na duru za mahali zinavyozungumza, kuonyesha mara ngapi wale wote wazalendo walioweza kuchukua pesa za M23 wasiweze kufanya chochote kile kibaya kwa serikali ya Kongo naye pia kuruhusu vita na kusema ya kwamba wazalendo waweze sasa kupambana na wahasi wa M23, akiyaruhusu hayo wazi kabisa. Hewana, kubu, kwetu, General Gasita alitoa onyo, alitoa onyo kwa wazalendo wote ambao wenye wanajua wamekula pesa ya M23, bas akawambia yeyote yule ambaye ameyua amekula pesa ya M23 ajiazari sana tena sana, asipime kufanyia inchi kitendo kibaya. Na akasema yeye anaruhusu kupiga Kamanyola, Bukavu na Goma, basi akachawa wajenero wote, sasa Bamwenga afizi Uvira na walikali kawachia, sasa hapa, akawaambia mimi na waruhusu wazalendo wa Goma washanza pigana, wazalendo wa Ukavu washanza pigana, ninyi hapa sasa ni turu yenyu, sasa tuko tayari kupigana mama. Wakasema ndiyo, pengine wakabaki kimya. Akauliza sasa wa viongozi, kiongozi ambaye anasimamia sasa wa viongozi wa Uvira ni nani? Akasema ni Yeko okay, tumba k Yekotumba hapa <coughs> Yeko Tumba. Mimi kama general wa operasyon charge na operasyon na Ransegnyema ambaye nimegomboa Kasita, mimi nasema hivi, nafungula fro na ruhusu wa general wote wa ki FRDC kama vile wa kiwazalendo, na waruhusu kupigana Yoko Tumba uko tayari kupigana? Yoko Tumba akabakia kimya, hakusema hata neno moja, kimya ya kimya, akakinywa maji, akauliza akauliza, Makanaki Makanaki, uko tayari kupigana? Makanaki kimya, hakutoa neno. Rene, uko tayari kupigana? Rene kimya, hakuna hata mmoja mwao wote mwenye alivyotola kusema ndiyo, mo general tupe vifao twende tupambane. Hakuna. Akauliza sasa, va wa vengine general, vachini chini, vamabrigade, mabrigade sa vile va bangwe, ba mbulama sa vile vaadori sa vile vadiable, unaona na vengine hapa vengine, vachinichini muko tayari kupigana ndio, sisi tuko tayari kupigana, kama hapa venye bana tushimamia, balisha kula, ebo baende baikali kwa manyumba yao na mabibi yao si yetu, mtupe vifao tufungule, tunde tuokoe wa ndugu zetu. Ndio habari yenye ilikuwa jana murenyo, vilikuwa vitu vya haya sana, sio? Uko na basikia kwa media wako wanaongea, baba makana aki bako bana nguruma kwa media, bana nguruma, bana nguruma, kumbe bana yobe bako bana ngurumia. Marava jana ilikuwa ni haya haya, msale polivalente ya sektere kumeri haya moya ya munene sana, vanauliziwa kupigana vote, vanavakia kimya, akuna na vyotolo. Ndo havari yo vawa yenye ku tuko tuna regreti sana, ni Mungu tuna maombi Kukuambia shukurani na asante kukuwa nami mwanzo hadi mwisho. Na katika kipindi hiki bado tu sijamalizia, ila nitakwenda kukuachia makala fulani hapo mbele utakwenda kuyafuatilia vizuri, na mingineyo ya kwamba upate kuyasikiliza kwa kina zaidi, kutokana na huyo jenerali ambaye aliweza kumkomboa Olivier Gasita na kuweza kurudishwa mahali ambako aliweza kuja au kukataliwa vikali sana na wananchi wa hapo Uvira, lakini nitakwenda kukuachia makala ndogo tu ambao utakwenda kuifuatilia kuhusu huyo jenerali Chiviri. Na hivyo nikisema tu asante, ulikuwa nami mwanzo hadi mwisho, lakini ninakusii kugawia watu wengine, baada ya kufata taarifa ya habari, hata kujiunga kama wo ungali wa mpya kwenye channel, na hivyo tu kubonyeza alama ya kengele. Ukilike, unaonyesha tuko pamoja na kucomment, ukiona maneno ya kusema. Habari za mchana e... Jamani, samahani kwa sababu labda kuko watu watani tafsiri mbaya kwa masemi yangu. Nadhani hapo Uvira kulipita mavurugu hapo ya Gasita, lakini Gasita wakati alitoka ali hapo Wakongomani walijisikia wako sawa, baada ya Gasita kulingia ma division na maprobleme kati ya Wafleru na Wabembe. Hapa kunakuya komanda wa 33e region mwenyiko hapo mambo yenyiko napitika Uvira kwa leo, mwambie bazalendo bote bajue, na mwenye ajue asikie. Huyo mutu mwenye anakuya hapo, huyo huyo mutu mwenye anakuya hapo, bamuchunguze sana politike zake na plan zenye ikoamo, njo kitu mutajua hikyo Hatuyasema na hatuyajitokeza mu maudio za kuambia watu sawa mesie venye tunakuaka ma kumainteriere huko tunaiwaka vya mingi mbele yenu venye muko <coughs> muko hapo hivyo kwenye mko naona. Kwa hiyo hiyo ni message yenye nataka nibapatie. Mukue ange na huyo mutu na mwambie wakubwa wa wazalendo, mwambie ngoma nzito, mwambie Makanaki, mwambie Kashumba, mwambie banyerere banani baya kutumba bote, mubambie bakue ange na habo batu hiyo staff yenye koapo ya FARDC na nomination zenye bako naanza kufanya za kwenda kumalinde front mukue nazo ange, mujue hivyo. Babembe na Wafuleru mtapigana sana lakini mwenyiko na wakorogea bui amumuyue ni nani. Hizo ni information zenye tunajua ziko naenda chini kwa chini sana Pasqe apartir ya ireunion yenye ilikua Kenya, ivi mpaka leo muarme za vasenpcc na bingine. Kaa mko nafata mavideo, kuko wasoda wanatoka ku senpcc banaenda ya matwigania, niyo ni deja baneemi mwilanya njo balikuya na franga, kuko franga zinakuya humo kuko franga zinye zinakuya hapo za sovon le Congo za Joseph Kabila, izo franga ziko natumika mpaka apo Uvira, azitumiki fasi moya. Izo franga ziko natumika mpaka Kalemie, ziko natumika kule kote, Mashabunda Mawapi, Mamwenga, zile fasi zenye bako nasikia, kuko hizi fasi ziko nguvu, izo franga ziko natumika na bako na kreye ingine ma rebelion bongine buma grupe wa basoda, njo kitu mujue, iki mwambie basoda na mwambie bakubwa wa basoda benye kuwa kumalinde front, bayue ivi kuko plan yenye iko apo, na hiyo plan hiyo bakubwa wajue, mie nabaambia mugrupe hapo lakini audio yangu yenye nitatuma na mie kwenye kuna usika nitaituma mufaso zangu, nawaambia ni kweli, na vyenye mtaonaona hapo uvira na wapi vyenye watafanya fanya hapo, mujue ni franga zenye zinatoka kwa Joseph Kabila ku sauve le Congo, njo kitu mujue hicho, byote vyenye wako nafanya, tuko na vijua viko najulikana.